Makala ya dakika za Kristo, Ijumaa tarehe 12 Disemba mwaka 2025, majilio ya siku ya kumi na tatu. Kenya inaposherehekea siku kuu ya jamhuri leo, tunatembea pamoja katika siku ya kumi na tatu ya majilio safari ya matumaini na maandalizi kumpoke ya kumpokea mkombozi. Ni siku inayoangukia ndani ya sherehe ya Jamhuri, tukikumbuka ukombozi wa taifa letu, huku tukitafakari ukombozi mkuu zaidi unaotoka kwa Mungu. Katika somo la kwanza, Mungu anajifunua kwa upole na mamlaka: mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye faida ni kuongozaye katika njia upasayo kuiendea. Ni wito wa kujiangalia. Je, tunafuata mwongozo wa Mungu au tunazitafuta njia zetu? Majilio ni mwaliko wa kurudi kwa Bwana, tukiruhusu hekima yake kutengeneza upya maisha yetu. Mungu anaahidi kuwa tukitii sauti yake amani yetu itakuwa kama mto usiokauka na haki yetu kama mawimbi yasiyokoma ya bahari. Huu ni mwaliko wa kuishi chini ya mwanga wake, tukiwa watu wa amani, unyenyekevu, haki, matumaini, furaha, ukweli na utiifu. Zaburi ya siku ya leo inatupatia picha mbili zinazoeleweka kwa urahisi: mwenye haki kama mti ulio kando ya vijito imara, wenye kutunda kwa wakati; waovu kama makapi yasiyo na uzito yanayopeperushwa na upepo. Siri ya kustawi iko wazi: furaha yake ni katika sheria ya Bwana, na katika sheria yake utafakari mchana na usiku. Katika majilio tunahimizwa kuchota nguvu kutoka kwa neno la Mungu, kulifanya kuwa chemchemi ya faraja, mwongozo na nguvu ya ndani. Ni katika mizizi yetu ya kiroho ndipo ustawi wa kweli unatoka. Katika Injili, Yesu anauliza swali gumu kuhusu kizazi chake, swali ambalo linatuangazia sisi pia. Ni kizazi kisichotaka kusikia, kisichotaka kubadilika, kizazi kijuaji, kisichotaka mwanga, bali chenye mapenzi makuu kwa giza. Yohane alikuja kwa unyenyekevu, wakamkataa. Yesu akaja kwa ukaribu wa upendo, wakampinga. Leo Kristo anakuja kama mtoto, hatuko tayari kumpokea. Labda aje kama mwanasiasa na bahasha mkononi, au ahadi nyingi za uongo, hivi tutamkubali? Tunakulilia. Yesu anasema, tuliwapigia filimbi, hamkucheza, tuliomboleza hamkulia. Ni mwaliko wa kutafakari. Je, tunaitikia ujumbe wa Mungu? Je, tunaruhusu injili kutuvunja, kututengeneza, kutuinua? Bwana utuwokoe. Yesu anahitimisha kwa maneno yenye uzito: hekima inajihalalisha kwa matendo yake. Hivyo basi imani yetu ionekane katika matendo. Si katika maneno tu. Katika mwanga wa masomo ya leo tunajifunza mambo matatu muhimu. Kwanza, kusikiliza sauti ya Mungu, kuweka pembeni makelele ya dunia na kuruhusu Mungu atufundishe kile chenye faida ya kweli. Pili, kutembea katika njia ya haki. Kama mti uliopandwa kando ya maji tuimarishe mizizi yetu katika sala, neno la Mungu na matendo mema. Tatu na mwisho, kuwa watu wanaojibu wito wa Mungu. Tusije tukawa kizazi kinachochoka, kinachopingana, kinachokataa kubatilika. Badala yake, tuwe watu wa ndio, wanaomkaribisha Kristo ajenge makazi ndani yetu. Katika siku hii ya kumi na tatu ya majilio, tukisherehekea pia jamhuri ya Kenya, tunakumbushwa kwamba ukombozi wa kweli hutoka kwa Mungu. Tufungue mioyo yetu kwa mwanga wa Kristo unaokuja, mwanga wa amani, mwanga wa furaha, mwanga wa matumaini na mwanga wa upya wa maisha. Kristo anakuja. Heri mtu anayemfungulia mlango ya, ya, ya. E Mungu wetu, Mkombozi na Mwokozi, katika siku hii ya kumi na tatu ya majilio tunakuomba utufundishe kusikia sauti yako. Tujalie hekima ya kutembea katika njia ya haki, utupe moyo mnyenyekevu wa kuitikia mapenzi yako na ututengeneze upya kama mti uliopandwa kando ya maji ya uzima. Tunaposherehekea jamhuri ya Kenya, tupe amani, umoja na uadilifu. Mwanga wa Kristo unaokuja uingie katika familia zetu, katika nchi yetu na katika mioyo yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Njoo kwetu, Masihi. E, Asante sana mpendo wa msikilizaji kwa kutenga muda kuungana nami katika dakika za Kristo za siku hii ya kumi na tatu ya majilio. Tumejifunza, tumetafakari na tumetembelea pamoja neno la Mungu. Bwana akubariki kwa kukubali mwanga wake uingie ndani ya moyo wako. Ukielekea mwisho wa kipindi, nawatakia siku yenye amani, utulivu na tafakari ya kina. Tukutane tena kesho katika safari hii ya majilio kizidi kujiandaa kumpokea Mkombozi. Mimi ni mshirika wako wa safari ya kiroho Shamba wa Shamba, nikikutakia heri na baraka za Bwana. Kaa katika amani ya Kristo, sema tu Bwana njia ya uwingu.